Jua la asubuhi lilipochomoza juu ya jiji, mwanga wake uliakisi kwenye vioo vikubwa vya jengo refu lilokuwa katikati ya mtaa wa kifahari. Ndani ya jengo hilo, ghorofa ya juu kabisa, aliishi Linda, binti tajiri kupindukia, mwenye sura iliyopambwa na uzuri wa asili na maisha yaliyojaa anasa zisizo na mipaka. Kwa Linda, dunia ilikuwa imegawanyika katika makundi mawili tu: wenye pesa na wasio na maana. Linda hakuwahi kusimama kwenye foleni, hakuwahi kupanda usafiri wa umma, wala hakuwahi kushika kitu chochote kilichochafua mikono yake. Kila alipotembea watu walimpa nafasi, kila alipozungumza watu walisikiliza, sio kwa sababu alikuwa mkarimu au mnyenyekevu, bali kwa sababu jina lake lilikuwa na uzito mkubwa kwenye sekta ya biashara. Alirithi kampuni kubwa kutoka kwa mama yake na akaifanya ikuwe maradufu ndani ya muda mfupi, jambo lililomfanya ajione kuwa juu ya kila mtu. Lakini mafanikio hayo yalikuja na bei yake, moyo wake ulijaa kiburi. Linda aliwatazama watu wa kawaida kwa macho ya dharau. Mzoa taka, muuza matunda, dereva teksi, wote kwake walikuwa sawa: watu waliokosa juhudi, waliokosa akili au waliokosa bahati. Mara nyingi alipokuwa akipita mitaani akiwa ndani ya, ya gari lake la kifahari, alifunga vioo ili asisikie sauti za watu waliokuwa wakihangaika kutafuta riziki. Maskini huwa wanajiletea umaskini wao, aliwahi kusema kwa sauti ya kejeli, alipomwona mama mmoja akibeba mtoto mgongoni huku akiomba msaada barabarani. Kwa Linda pesa zilikuwa kipimo cha utu, ukiwa nazo ulikuwa mtu, ukikosa ulikuwa kivuli kisicho na thamani. Ndani ya mikutano ya kifahari Linda alisifiwa kwa akili na ujasiri wake, lakini ndani ya nafsi yake kulikuwa na upweke aliyofunika kwa tabasamu la majivuno. Hakuruhusu mtu yeyote kumkaribia kwa moyo, kwa sababu aliogopa kuonekana dhaifu. Alijenga ukuta wa dhahabu kuzunguka maisha yake, ukuta uliomlinda dhidi ya maumivu, lakini pia ulimtenganisha na ubinadamu. Hivyo ndivyo Linda alivyoishi, juu ya kilele cha mafanikio, lakini chini kabisa katika huruma. Bila kujua, siku zilikuwa zinahesabika kabla ya dunia kumfundisha funzo ambalo pesa zake zote zisingeweza kununua. Jioni moja tulivu, anga lilikuwa limetanda na mawingu mepesi. Linda alikaa kwenye sebule kubwa ya nyumba ya kifahari ya familia yao. Kuta zilipambwa kwa michoro ya gharama kubwa na taa za kung'aa, lakini hewa ndani ya chumba hicho ilikuwa nzito kuliko kawaida. Baba yake mzee Richard aliketi upande wa pili wa meza ndefu ya mbao, uso wake ukiwa mgumu kama maamuzi aliyokuwa ameyafanya tayari. Linda alianza kwa sauti ya mamlaka, umri unaenda, jina la familia yetu haliwezi kusimama bila mwendelezo thabiti Nimekupata mchumba anayefaa, bilionea mwenye heshima na ataimarisha biashara zetu. Maneno hayo yalimgonga Linda kama msumari. Alikunja mikono kifuani, macho yake yakijaa ukaidi. Baba, mimi si mradi wa biashara, sitaki kuolewa kwa makubaliano ya mezani, alijibu kwa ukali ulioficha hofu. Lakini baba yake hakutikisika. Huu si wakati wa hisia, huu ni wakati wa maamuzi makubwa. Upendo huja baadaye, alisema kwa msisitizo, kana kwamba anafunga mlango wa majadiliano. Linda aliondoka kwenye sebule hiyo akiwa na hasira iliyochemka moyoni. Lakini shinikizo halikuishia nyumbani. Siku chache baadaye, akiwa kwenye mkutano wa chakula cha jioni na marafiki zake wa tabaka la juu, mazungumzo yaligeuka kuwa silaha dhidi yake. Linda, mbona bado uko singo? mmoja wao aliuliza kwa tabasamu la dhihaka. Au unangoja bilionea kutoka Mars? mwingine aliongeza wakicheka kwa sauti. Linda alitabasamu kwa nje, lakini ndani alihisi kama anachomwa moto. Kwa mara ya kwanza utajiri wake haukumlinda dhidi ya fedheha. Alijiona mdogo mbele ya maneno yao, kana kwamba thamani yake yote ilipimwa kwa mwanaume aliyekuwa pembeni yake. Usiku huo akiwa peke yake chumbani, Linda alisimama mbele ya kioo kikubwa. Alijitazama macho, yake akiwa na mchanganyiko wa hasira na maamuzi hatari. Wanataka mchezo, nitawapa mchezo, alinong'ona. Ndipo wazo la siri lilipoanza kuchukua umbo. Mpango wa kuwadhalilisha wote, baba yake, marafiki zake na jamii ya matajiri waliodhani wanamjua. Angekuja na mpenzi ambaye hakuna hata mmoja wao angemtarajia. Mpenzi ambaye angewafanya waone aibu yao wenyewe. Linda hakujua bado, lakini uamuzi huo ungelibadilisha maisha yake milele. Asubuhi iliyofuata, Linda aliondoka nyumbani mapema kuliko kawaida. Hasira ya usiku uliopita ilikuwa bado inachemka moyoni ikimfanya aendeshe gari lake la kifahari kwa mwendo wa kasi barabara za jiji. Alitaka hewa, alitaka kutoroka mawazo ya baba yake na kicheko cha dhihaka cha rafiki zake. Kwa bahati mbaya au kwa mpango wa hatima, alijikuta akipitia mitaa ya zamani ambayo hakuwahi kuikanyaga mara nyingi. Gari liliposimama kwenye taa nyekundu, Linda alifungua dirisha kidogo. Ndipo macho yake yakamwangukia kijana mmoja aliyekuwa pembeni ya barabara akisukuma toroli lililojaa mifuko ya taka. Nguo zake zilikuwa zimechakaa na zenye madoa ya uchafu, mikono yake ikiwa na alama za kazi ngumu. Kwa Linda, huo ulikuwa mwonekano wa mtu aliyeshindwa maisha. Lakini kulikuwa na kitu kilichomfanya asikodolee macho kwa dharau kama kawaida. Kijana huyo, Baraka, alisimama wima, macho yake akiwa ya tulivu na yenye kina, kana kwamba alikuwa amezoea kutazamwa vibaya bila kuguswa na hilo. Alipoinua kichwa, macho yao yalikutana kwa sekunde chache tu, lakini kwa Linda ilionekana kama muda ulisimama. Tafadhali mama, gari lako linaweza kusonga kidogo? Baraka alisema kwa sauti ya upole na heshima, akionyesha kuwa toroli lake lilikuwa linazuia njia. Hakukuwa na sauti ya kuomba wala ya kujipendekeza, ilikuwa heshima ya mtu anayejitambua. Linda alishtuka kidogo, hakutarajia sauti hiyo kutoka kwa mzoa taka. Lakini badala ya kuuliza au kushangaa zaidi, akili yake ilianza kufanya kazi kwa kasi. Wazo la usiku uliopita lilirudi kwa nguvu. Mpenzi ambaye hakuna atakayemtarajia, alinong'ona moyoni. Aliangalia tena sura ya Baraka. Licha ya uchafu, alikuwa na umbo zuri, uso uliosawazika na macho yaliyotoa amani ya ajabu. Ndipo Linda alitabasamu kwa njia ya ajabu, tabasamu la mtu aliyepata kile alichokuwa akikihitaji. Unaitwa nani? Aliuliza kwa sauti ya mamlaka. Baraka, mama, alijibu bila kusita. Hakumuuliza anatoka wapi, ana elimu gani, wala ana familia ipi. Kwa Linda hayo hayakuwa muhimu. Alimwona kama kifaa cha mpango wake, kipande cha kuigiza kwenye mchezo wake wa kuwafundisha wengine adabu. Bila Baraka kujua, mkutano huo wa bahati mbaya ulikuwa mwanzo wa safari ambayo ingeweka kiburi cha Linda kwenye mizani ya ukweli. Baada ya kukutana pale barabarani, Linda alimwamuru dereva wake asimamishe gari pembeni. Alimtazama Baraka kwa macho ya mtu anayefanya uamuzi wa haraka, lakini hatari. Baraka alisimama kimya akishikilia toroli lake, macho yake yakiwa makini lakini hayakuonyesha woga. nina jambo la kukupendekezea, Linda alianza kwa sauti tulivu lakini yenye amri iliyojificha. Alitoa pochi yake kubwa ya ngozi na kuifungua, noti nene zikionekana kama ahadi ya maisha mapya. Nitakupa pesa nyingi, lakini kuna masharti. Baraka hakusogea wala hakutoa tabasamu la tamaa kama linda alivyotarajia. masharti gani, mama? aliuliza kwa heshima ile ile, jambo lilomfanya Linda ajisikie kama anadhibiti kila kitu. Nataka uoge, ubadilishwe mavazi, uvalishwe suti ya gharama kubwa, Linda aliendelea akizungumza kana kwamba ananunua bidhaa dukani. Utajifanya ni bilionea uliyeishi nje ya nchi, na utajifanya ni mpenzi wangu kwa muda mfupi tu. Maneno hayo yalining'inia hewani kwa sekunde chache. Linda alitarajia mshangao, maswali, labda hata kukataa. Lakini Baraka alishusha pumzi polepole pole, kana kwamba tayari alikuwa ameshapima thamani ya ombi hilo. Na kwa muda gani? aliuliza kwa utulivu. Mpaka sherehe ya familia iishe, Linda alijibu haraka, akijaribu kuficha wasiwasi. Baada ya hapo, kila mtu ataenda njia yake. Linda alitoa bahasha nene ya pesa na kuiweka kwenye mkono wa Baraka bila hata kumwomba aihesabu. Kwa ndani, alijiona mshindi. Alikuwa amenunua suluhisho la tatizo lake. Baraka aliitazama bahasha ile kwa muda mfupi kisha akaifunga mkononi. Hakukuwa na furaha usoni mwake wala aibu. Sawa, alisema kwa sauti ndogo lakini thabiti, nitafanya. Ukimya mzito ulitanda. Linda alishangaa. Hakukuwa na shukurani, hakuna tabasamu la mtu aliyeokolewa na pesa, kulikuwa tu na kukubali kwa mtu aliyefahamu zaidi alichoonekana. Akiwa anarudi kwenye gari Linda alihisi ushindi wa muda, lakini hakujua kuwa katika mkataba huo wa aibu, yeye ndiye aliyekuwa amenunuliwa na hatima. Baraka alikuwa amekubali kimya kimya, si kwa sababu ya pesa pekee, bali kwa sababu alikuwa na sababu zake mwenyewe, sababu ambazo Linda hakuweza hata kuzitafakari. Siku ya sherehe ilipofika, ukumbi mkubwa wa kifahari ulijaa wageni waliovaa mavazi ya gharama kubwa, wakicheka na kubadilishana kadi za biashara kama desturi yao. Muziki wa taratibu ulipenya hewani na taa za kung'aa zilifanya kila kitu kionekane kama ndoto ya matajiri. Linda aliwasili akiwa na tabasamu la kujiamini, lakini moyoni kulikuwa na hofu ndogo iliyojificha. Alikuwa amebeba siri kubwa pembeni yake. Gari liliposimama mbele ya ukumbi, mlango ulipofunguliwa Linda alishuka kwanza. Ndipo Baraka akashuka nyuma yake. Kwa sekunde chache, Linda alihisi kama moyo wake umesimama. Mwanaume aliyesimama pembeni yake hakuwa yule mzoa taka aliyemkuta barabarani. Alikuwa amevalia suti iliyokaa mwilini kikamilifu, nywele zake zikiwa zimepangwa kwa ustadi, na uso wake uking'aa kwa kujiamini. Kwa utulivu, Baraka alisimama wima, akanyoosha mkono wake kwa heshima. Unaonekana mrembo sana leo, Linda alisema kwa sauti ya kujiamini, lakini yenye upole. Maneno hayo yalimchanganya Linda zaidi kuliko pongezi zote alizowahi kusikia. Walipoingia ukumbini, macho yote yalielekezwa kwao. Wageni walianza kunong'ona, huyo ni nani? Anatoka wapi? Baraka alipoanza kuzungumza, mshangao uliongezeka. Aliongea Kiingereza fasaha bila kusita wala kukosea, akijibu maswali ya wafanyabiashara wakubwa kuhusu masoko ya kimataifa, uwekezaji na mwelekeo wa uchumi. Linda alimsikiliza kwa makini, akili yake ikikataa kuamini kilichokuwa kinafanyika. Hakuwa amemfundisha hata neno moja la biashara, hakuwa amemwambia chochote kuhusu kuigiza zaidi ya sura ya nje. Lakini Baraka alionekana kana kwamba alikuwa ameishi maisha hayo tangu utotoni. Wafanyabiashara wakubwa walimtazama Baraka kwa heshima, wengine wakimpa kadi zao, wakimuomba wakutane baadaye. Linda alihisi ardhi ikianza kuyumba chini ya miguu yake. Mpango wake wa kuwashangaza wengine ulikuwa unageuka kuwa kitendawili kwake mwenyewe. Kwa mara ya kwanza, Linda alijiuliza swali ambalo halijawahi kupita akilini mwake: je, Baraka ni nani hasa? Ndani ya mwanga wa sherehe na sauti za vicheko Linda alianza kuchanganyikiwa, na hofu ndogo ilianza kuchanua moyoni mwake. Sherehe ilipoendelea, tabasamu la Linda lilibaki usoni mwake kama mapambo ya gharama kubwa, zuri kwa nje, lakini zito kwa ndani. Kila aliposhikwa mkono na Baraka mbele ya wageni, alikumbuka mkataba wao wa siri. Faraghani alipata nafasi ya kumvuta pembeni, karibu na bustani ya ukumbi, sauti yake ikabadilika. Usisahau nafasi yako, Linda alinong'ona kwa ukali. Uko hapa kwa sababu nimelipa, usijaribu kuigiza zaidi ya tulivyokubaliana. Baraka alimtazama kwa macho yale yale ya utulivu, hakujibu kwa hasira wala kwa kujitetea. Nimekuelewa, alisema kwa upole, kana kwamba maneno ya Linda hayakumchoma. Jibu hilo lilimkera Linda zaidi, alitamani angalau aonyeshe aibu au hofu. Waliporudi ukumbini, Linda alivaa tena tabasamu la hadhi. Mtu mmoja alipotoa kauli ya kejeli juu ya uwezo wa wanawake kuongoza biashara, Baraka alisimama kwa heshima. Linda ni mmoja wa viongozi bora niliyowahi kukutana nao, alisema kwa sauti thabiti, akili yake na maono yake ni nadra. Wageni walitazamana kwa mshangao, kisha wakatikisa vichwa kwa kukubaliana. Malkia wangu, Baraka alimwita Linda kwa sauti ya upole, walipokuwa wakitembea pamoja, akimfungulia mlango na kumvuta kiti. Hakukuwa na kejeli katika sauti yake, ilikuwa heshima ya dhati. Linda alihisi kitu kigumu kikipasuka ndani ya kifua chake. Kila pongezi, kila ulinzi, kila heshima aliyopewa mbele ya watu ilizidi kumkaba. Alijua kuwa yeye hakumchukulia Baraka kama binadamu kamili. Alikuwa amemnunua, alikuwa amemdharau. Lakini Baraka, mbele ya dunia nzima, alimwinua. Usiku ulipokaribia kuisha, Linda alijikuta akimtazama Baraka kwa macho mapya. Kwa mara ya kwanza alihisi uzito wa maneno yake mwenyewe. Kila umelipwa ilimrudia kama pigo la dhamiri. Ndani ya maisha yao ya bandia, ukweli mchungu ulianza kuota mizizi. Linda alikuwa tajiri wa pesa, lakini masikini wa utu, na hatia ilianza kumtafuna polepole, kimya kimya, bila kelele. Kadiri saa zilivyopita, hewa ya sherehe ilianza kubadilika taratibu, kana kwamba kulikuwa na jambo lisiloonekana lilokuwa linajikusanya ukumbini. Vicheko vilikuwepo, muziki uliendelea, lakini chini ya kelele hizo kulikuwa na minong'ono ya ajabu. Linda alianza kuisikia bila hata kutaka. Samahani, alisema mzee mmoja mwenye suti ya kifahari, akimtazama Baraka kwa makini. nina hakika tumewahi kukutana kabla. Baraka alitabasamu kwa adabu. Inawezekana, dunia ya biashara ni ndogo, alijibu kwa sauti ya utulivu. Linda alihisi kifua chake kikibana alimtazama mzee huyo akijaribu kukumbuka uso wake, ukikunja paji la uso kana kwamba kumbukumbu muhimu ilikuwa karibu kujitokeza. Muda mfupi baadaye, mwanamke mmoja kutoka benki kubwa ya kimataifa, naye alitoa kauli iliyofanana. uso wako unanifahamu sana, siwezi kukumbuka wapi hasa, lakini si hapa. Maneno hayo yalinchoma masikio ya Linda. Alianza kuhisi jasho baridi mgongoni. Hakuwa amepanga hili. Mpango wake ulikuwa rahisi: mwanamume wa kuigiza, sherehe iishe, kila kitu kimalizike. Lakini sasa kulikuwa na vipande vya fumbo vilivyokuwa vinajaribu kuungana. Baraka kwa upande wake, aliendelea kuwa mtulivu, hakuchanganyikiwa wala kukanusha kwa nguvu. Alizungumza kwa heshima, akibadilisha mada kwa ustadi wa mtu aliyezoea mikutano ya hali ya juu. Lakini Linda aliona kitu kingine machoni mwake, kana kwamba alijua kinachokuja. kadiri minong'ono ilivyoongezeka macho yalizidi kumfuata Baraka. Baadhi ya wageni waliinua simu zao wakitafuta kumbukumbu au picha za zamani. Linda alihisi sakafu ikianza kumsogea karibu, akajikuta akijiuliza kwa sauti ya ndani, nilimchukua nani hasa kutoka barabarani? Kwa mara ya kwanza Linda alihisi hofu ya kweli, sio hofu ya kudharauliwa, bali hofu ya kutokujua. Siri ilikuwa hewani, nzito kama wingu kabla ya mvua kubwa, na bila kujua sherehe ilikuwa inakaribia hatua ambayo hakuna pesa wala mpango ungeweza kuizuia. Muziki ulipungua taratibu na sauti za mazungumzo zikaanza kufifia pale adui wa Linda, mwanamke aliyekuwa amevaa gauni jekundu la kuvutia macho, aliposogea mbele ya jukwaa. Uso wake ulikuwa umejaa tabasamu la ushindi, tabasamu la mtu aliyekuwa akisubiri muda huu kwa hamu. Bila kuomba ruhusa, alichukua maikrofoni na kuangalia ukumbi mzima kwa macho ya kejeli. Samahani kwa kukatiza sherehe hii nzuri, alisema kwa sauti iliyojaa kejeli lakini kuna jambo dogo ambalo kila mtu hapa anapaswa kulijua. Ukumbi ukanyamaza ghafla. Macho yote yakageukia jukwaani. Adui huyo akainua simu yake juu, kisha picha zikaonekana kwenye skrini kubwa ya ukumbi. Ilikuwa ni picha za Baraka akiwa amevaa nguo zilizochakaa, mikono yake ikiwa imejaa uchafu, akisukuma toroli la taka mitaani picha Linda alihisi damu ikimwacha usoni. Miguu yake ilitetemeka. Alitamani sakafu ifunguke imeze. Hapo ndipo aligundua mpango wake ulikuwa umegeuka silaha dhidi yake. Mpenzi wa Linda, adui huyo aliendelea kwa sauti ya dharau, sio bilionea kutoka nje ya nchi. Ni mzoa taka wa kawaida. Linda umetufanya sote wajinga. Ukumbi mzima ukanyamaza tena, safari hii kwa mshangao mzito. Linda alishusha kichwa chake, macho yake yakijaa machozi ya fedheha. Alihisi vicheko visivyoonekana vikimzingira, hukumu kali ikishuka juu yake. Kwa mara ya kwanza, utajiri wake haukumsaidia chochote katika aibu hiyo. Linda alimsahau Baraka kabisa, lakini Baraka alisimama wima pembeni yake, uso wake ukiwa mtulivu, kana kwamba tukio hilo lilikuwa sehemu ya safari aliyoijua. Ukimya uliongezeka na ukumbi mzima ukasubiri wakisubiri ama anguko la Linda au kitu kingine ambacho hakuna aliyekuwa amekitarajia. Ukimya mzito ulitanda ukumbini, mzito kiasi kwamba sauti ya pumzi za watu zilianza kusikika. Macho yote yalikuwa yameelekezwa kwa Linda aliyesimama, kichwa chini, akijilaumu kwa kosa lake kubwa. Adui yake alitabasamu kwa ushindi, akiamini tayari alikuwa amemwangusha mbele ya wote. Lakini kabla sauti za kejeli hazijaanza, Baraka alisogea mbele hatua moja. Naomba nizungumze, alisema kwa sauti tulivu, lakini iliyojaa mamlaka ya ajabu. Alinyosha mkono wake kuchukua mikrofoni. Ukumbi ulizidi kunyamaza. Baraka alisimama jukwaani, akatazama watu mmoja mmoja kwa utulivu, kana kwamba alikuwa akisoma mioyo yao, kisha akaanza kuzungumza. Ni kweli, alisema, picha hizo ni zangu, nilikuwa mzoa taka. Minong'ono ya mshangao ikaanza, lakini aliinua mkono kuomba ukimya. Lakini mzoa taka huyo si kile ninachokifanya maisha yote, aliendelea. Mimi ni mtoto wa bilionea mkubwa, mtu ambaye wengi wenu mnamfahamu, lakini mmewahi kumpa heshima kwa sababu ya jina lake na mali yake. Ukumbi ulitikisika kama tetemeko la ardhi. Watu waliinua nyuso zao kwa mshangao, wengine wakashtuka, wengine wakatikisa vichwa kwa kukataa kuamini. Baraka akaendelea, sauti yake ikawa nzito kwa maana kwa miezi sita niliamua kuacha jina langu, pesa zangu na hadhi yangu. Nilivaa mavazi machafu na nikafanya kazi ya kuzoa taka. Nilikuwa nafanya social experiment, nilitaka kuona ni nani angeniheshimu kama binadamu, si kama tajiri. Aligeuka kumtazama Linda. Watu wengi waliniona kama kivuli, walinidharau, walinipuuza, wengine hawakuniona kabisa. Kisha akarudi kuwatazama wageni lakini leo mmekuwa tayari kuniheshimu kwa sababu mmefikiri nina pesa. Ukumbi mzima ukabaki mdomo wazi. Adui wa Linda alishuka mikono, tabasamu lake likatoweka. Linda alinyanyua kichwa polepole, macho yake yakijaa ya mshangao na machozi. Ukweli, Baraka alihitimisha, ni kwamba pesa hubadilisha namna mnavyotazama watu, lakini haibadilishi thamani yao. Maneno hayo yalitua ukumbini kama radi. Hakukuwa na vicheko tena. Kulikuwa na ukweli uliotikisa kila nafsi. Ukumbi mzima ulikuwa kimya mzito na wa kusisimua ukishuhudia tukio lisilo la kawaida. Linda alisimama pembeni ya Baraka, macho yake yakiwa makubwa, moyo wake ukiwa umechanganyikiwa na hisia za aibu, mshangao na hofu. Pesa, fahari na mpango wake wa siri vyote vilikuwa vimeregeuka dhidi yake. Alijikuta akisikia uwiano wa kweli wa maisha, upweke ndio ukosefu wa huruma aliokuwa akificha kwa kiburi chake. Baraka alimsogea karibu, uso wake ulikuwa mtulivu, heshima iliyochanganyika na huruma. Linda, alisema kwa upole, nimekuchukulia na heshima, licha ya jinsi ulivyoniangalia, lakini nimeona pia maumivu yako, upweke wako na moyo wako ambao unahitaji kujifunza zaidi ya pesa na kiburi. Linda alishindwa kusema lolote. Hali hiyo ilikamilika pale alipoona macho ya kweli yasiyo na hila yamemkazia, dhahiri ukweli: kila heshima na pongezi aliyokuwa akiyatazama yalikuwa ya bandia, na Baraka alikuwa amemfunua utambulisho wake kamili kwa moyo wa huruma. Baraka akaendelea, ninakuacha na chaguo, lakini pia na sharti. Lazima ujifunze kuthamini watu kwa utu wao, si mali zao. Lazima uone thamani ya mtu haipo kwenye kazi yake wala fedha zake, bali katika moyo na tabia zake. Linda alikaza mikono yake, macho yake yakijaa machozi mwili wake wote ulikuwa na mshindo wa hisia, lakini ndani yake moyo ulianza kubadilika polepole pole, kuachilia kiburi kilichokuwa kikimkandamiza. Alijua kuwa Baraka hakumkataa bali, alikuwa amemfungulia mlango wa kujifunza, mlango ambao pesa zake zote haziwezi kulinunua. Sherehe ilimalizika kwa Baraka na Linda wakitembea pamoja kwenye lango kuu, lakini sasa uhusiano wao ulikuwa tofauti. Hakukuwa na kucheka kwa kejeli wala kudharau kulikuwa na na heshima, kujifunza na mwangaza wa ukweli uliowashirikisha wote walioko karibu. Linda alijua kuwa maisha hayakuwa kuhusu kudanganya au kushindana na wengine kwa heshima za bandia. Lakini kwa mara ya kwanza alijisikia huru, huru kutokana na kiburi chake, huru kutokana na pesa zake, na huru kuanza safari ya kujifunza kuthamini watu kwa utu wao. Funzo kuu: thamani ya mtu haipo kwenye kwenye kazi yake yake wala mali yake, bali kwenye moyo na utu wake. Na hivyo dunia ya Linda na Baraka ilibadilika, si kwa mali, si kwa hila, bali kwa moyo wa huruma na ukweli. Hadithi ilikuwa imeishia, lakini somo lake litaendelea kuishi lisilo na kikomo kwa kila aliyesikia.